Tuna utekelezaji wa faini ndogo kwa wale ambao wanachafua mazingira kwa makusudi. Uh, ukichafua, ukitupa chupa, ukatupa karatasi, tunakuchaji faini elfu hamsini. Na hapa sasa tumekuja na mkakati. Tumeona kuna changamoto kubwa ya mwingiliano wa shughuli za kisiasa, nataka pale ukimkamata mtu, basi tunapata changamoto kidogo, lakini sasa tumeamua kuwashirikisha kaka zetu wa bodaboda na bajaji kwamba uh, kaka yetu wa boda boda na bajaji tunaamini wao ndio wa kwanza kuamka kwa na wa mwisho kulala. Kwa kupitia wao tunaamini wakiamua kutushirikiana nasi kama ambavyo tumewaomba tutakwenda ku maintaini usafi katika quality ile ile ambayo tulikuwa nayo tangu kule nyuma, kwa maana akimshika mtu anatupa taka akimleta kwenye ofisi zetu, kwanza, kama ana simu atampigia picha, atamleta kwenye ofisi za serikali za mitaa, ile faini elfu ishirini na tano itakwenda kwake, elfu ishirini na tano itaingia serikali. Kwa kufanya hivi tunaamini kwamba mji wetu tutakwenda ku maintain sisi kama manispaa na kama Tanzania tunatekeleza mpango au tunatekeleza dhana ya, ya, ya, ya r 3R. maana yake 3R maana yake ni nini? Ni, ni reduce, afu reuse, afu recycle. Kwa Kiswahili ni punguza na tumia tena na, na, na rejeleza. Nini maana ya punguza? Punguza tunapunguza taka ambazo sio lazima kuitumia. Kwa mfano, sio lazima kuna vitu unaweza kuepuka. Kwa mfano, vifungashio, kuliko kubeba vifungashio vingi au kununua vifungashio vingi, unakuwa na vibebeo ambavyo unafikia wa mazingira. Kwa mfano, kuliko kuwa na vifungashio vingi unaweza kwenda sokoni na kikapu. Kikapu unaweza kutumia hata zaidi ya miaka miaka minne mitano. Tofauti na mifuko kila siku na nao mifuko. Lakini vingine ni vifungashio na vibebeo. Lakini wakati mwingine vitu ambavyo sio lazima kutumia. Kwa mfano, unaweza kutumia soda ya ya chupa ya glasi ambayo itatumika tena na sio lazima kutumia chupa ni ya ya plastiki. Chupa ya plastiki, chupa sio rafiki kwa mazingira na vitu vingine. Kama mnavyofahamu, katika jambo lote la utekelezaji, changamoto kuna mafanikio, changamoto. Changamoto ya kwanza ambayo kwa sasa kwa kiasi kikubwa tumeweza ku maintain ilikuwa ni uharibifu ni wa miundombinu yetu kwa mara kwa mara, na hii ilichagizwa na elimu na namna ya kutumia yale magari yetu kwamba yale magari namna alivyotengenezwa tuna magari yale ambayo ni vile class ya namna alivyotengenezwa, yanataka hizi taka ziwe zimechambuliwa moja kwa moja, kusiwe na mchanganyiko wa taka. Sasa sisi wa Tanzania tumezoea kila aina ya taka tunaiweka kwenye eneo moja, unapopeleka kwenye zile gari na zile gari ziko selected, tukawa tunapata uharibifu. Kwa hiyo, kwa maintenance yake imekuwa ni gharama kubwa sana, ukakuta mashauri ni ingia bajeti kubwa kukarabati mara kwa mara. Lakini elimu, lakini tumeendelea kuwapa elimu, lakini tumeanza kununua magari hayako ambayo hayako selective. Kwa mfano hili gari jipya ambalo tumenunua mwaka huu wa fedha ishirini na nne ishirini na tano hili haliko selective ili kukidhi kwamba ikitokea mtu mwingine amejisahau, basi gari moja likiharibika, tuwe na gari ambalo linaweza